Na ukizingatia upande mwingine wanaotuambia kwamba sisi tufanye hivyo, wao hawapo. Zitaumia familia zetu sisi, ambazo sisi ni maskini, sisi tunajitafuta, wengine tunafanya biashara, lakini wao wenyewe watakopo ni wanufaika kwa sababu hamna cha kupoteza. Cha kwanza, familia zao ziko salama, wako mbali. Kwa hiyo kama tunapenda haki, tujipange huku, tukiwashauri ndugu zetu ambao wako mbali na Tanzania wanahamasisha haya maandamano tuje wote kwa pamoja, tupange tarehe ambayo ni nzuri, tufate utaratibu, tudai haki yetu. Siku zote huwa haki inatawala.